Kwenye hii video nitaongelea vigezo vya kujiunga usalama wa taifa na jinsi ya kujiunga usalama wa taifa. Nikianza na vigezo, kigezo namba moja ni uraia, lazima uwe Mtanzania. Kigezo namba mbili ni elimu, lazima uwe na elimu inayohitajika kujiunga usalama wa taifa. Kigezo namba tatu ni afya Lazima uwe na afya njema kimwili na kiakili. Kigezo namba nne ni tabia njema, kutokuwa na historia ya uhalifu. Unajiungaje usalama wa taifa? Ni ngumu kuona nafasi za usalama wa taifa zinatangazwa hadharani. Hawa usalama wa taifa huwa wana utaratibu wa kutembelea mataasisi, shule uliosoma, chuo ulichosoma wanachukua watu wenye tabia njema, kutokuwa na historia mbaya au taarifa za uhalifu. Kwa hiyo kujiunga na usalama wa taifa, hakikisha sehemu uliopo kama kazini au chuoni au shuleni una rekodi safi.